Wizara ya Ulinzi ya Russia imethibitisha kuachilia wanajeshi 175 na wafungwa 22 wa Ukraine waliojeruhiwa vibaya na wanaohitaji msaada wa haraka wa matibabu kwenda kuungana na wapendo wao nchini Ukraine. Shirika la Habari la Associated Press limeripoti kuwa kupitia mabadilishano hayo yaliyofanyika jana Jumatano, Russia ilisema kuwa Ukraine imewaachilia huru wanajeshi wake 175 wa Russia waliokuwa wamewekwa kizuizini kama wafungwa wa kivita chini ya utawala wa Rais Volodymyr Zelensky. Rais Zelensky naye amethibitisha ubadilishanaji huo na kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa X zamani Twitter, Zelensky ameandika Namnuku. Ilikuwa moja ya mabadilishano makubwa zaidi tangu Russia ilipoanza uvamizi wake wa kijeshi nchini Ukraine Februari 2022, mwisho wa kunukuu. Mabadilishano hayo yamefanyika baada ya jeshi la Ukraine kudai kuwa Russia ilirusha ndege zisizo na rubani yani droni 145, ambapo mifumo ya ulinzi wa anga wa Ukraine ilidungua takriban droni 72, kati ya hizo. Wizara ya Ulinzi ya Ukraine pia ilisema mtu mmoja aliuawa na hospitali mbili ziliharibiwa vibaya kutokana na mashambulizi hayo ya Russia, ambayo pia yaliathiri usambazaji wa umeme kwenye baadhi ya njia za reli nchini humo. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Russia ilisema kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga iliangusha droni zote 57 za Ukraine. Katika eneo la kusini mwa Russia la Krasnodar, mamlaka zilisema kuwa shambulio la droni za Ukraine lilisababisha moto katika kituo cha mafuta karibu na kijiji cha Kovaskaya, ingawa hakuna mtu aliyejeruhiwa. Wakati hayo yakijiri, Rais wa Marekani Donald Trump amemwambia Rais Zelensky kuwa Marekani inapaswa kuchukua umiliki wa mitambo ya nishati ya Ukraine ili kuimarisha ulinzi dhidi ya mashambulizi ya Russia. Hata hivyo, Rais Zelensky ameonyesha kuunga mkono pendekezo hilo na kusema kuwa Ukraine iko tayari kwa sharti la kuimarishwa kwa ulinzi wa miundombinu yake ya nishati inayotekelezwa na Russia. Haijabainika mara moja ni mitambo ipi ya nishati inayotakiwa kuwekwa chini ya udhibiti wa Marekani katika makubaliano hayo. Kauli hiyo iliyotoka baada ya mazungumzo ya simu yenye matokeo chanya kati ya Zelenski na rais wa Marekani Donald Trump, siku moja baada ya kuongea kwa simu kwa saa mbili na rais wa Russia Vladimir Putin. Zelenski na Trump walizungumza jana Jumatano kwa takribani saa moja, huku Trump akiendelea na juhudi zake za kuhakikisha usitishaji wa mapigano kati ya pande hizo zinafikiwa. Baada ya simu hiyo, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social kuwa alifanya mazungumzo mazuri sana na Zelensky na kwamba juhudi za kufanikisha makubaliano kusitishwa kwa mapigano hayo zinaendelea vizuri. Wakati wa mazungumzo yake na Putin siku ya Jumanne kwa saa mbili, kiongozi wa Russia alikubali kutochukua tena hatua za kijeshi uh, dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine, lakini alikataa kuunga mkono usitishwaji ya mapigano kwa siku 30 kwa ukamilifu. Katika ujumbe wa mtandaoni, Zelensky alisema kuwa mazungumzo yake na Trump yalikuwa chanya, ya kina na ya wazi, huku akiongeza kuwa anaamini amani ya kudumu inaweza kupatikana mwaka huu kwa msaada wa Marekani. Zelenski alisema kuwa Ukraine itaendelea kufanya kazi ili kufanikisha usitishaji wa mapigano na akapendekeza kuwa kutakuwa na mikutano zaidi ya siku zijazo nchini Saudi Arabia kati ya timu yake na Marekani. Tangu itangaza operesheni yake ya kijeshi nchini Ukraine, Russia imetoa maeneo makubwa ya mkoa wa Korski, Donetski, Luhanski, Kerson, Pokroviski, Zaporisia na Krimia iliyotwaliwa tangu mwaka 2014. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.